Nyinyi ndiyo sababu ya maisha bora ya mwanadamu hapa ulimwenguni. Angalia Musa alayhi salamu, alikuwa yuwachinjwa lakini kwa maneno ya mke wa Firauni, maneno machache, maneno ambayo ukiangalia ni maneno madogo, lakini yalimfanya mtu akapata Firauni na hasira zake kumtafuta Musa na leo amempata mtoto kwa njia ya kiajabu. Akili yake imemtuma huyu ndiye adui huyu, kwa nini asurvive baharini? Asema mke wa Firaon, la taktuluhu qurratu ainun li walak la taktuluhu hasa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada na, amsifu yule mtoto kichanga kidogo kidamani eh kizuri sijui nini? Na huyu ndiye furaha yetu, mimi nawe mume wangu, furaha yetu ni huyu mtoto, atatufaa sisi au kamwe, tamwadopti awe mtoto wetu kama mtoto wetu. Maneno maneno mazuri. Farao anasema what next? Ehe, baadaye tufanyeje sasa? mtoto ana njao. Ashambadilisha nikasema nyini viumbe muhimu kwa sababu nyinyi Allah akawapa sifa ya sakina, uweza kuleta utulivu. Mwanamke anapoiona nyumba yake haina sakina, anastahiki ajiulize, mbona Qurani yametupa neno hili kwamba sisi tutaleta utulivu, mbona nyumba zetu zimezidi kero? Subhanallah, ukiangalia Qurani ilivyompa thamani mwanamke na thamani ya mwanamke wa leo ni tofauti. Wajua, katika Qurani

Amemtamani huyu mtoto akaingiza hofu na mapenzi kwa Farao, akawa farao na sasa atafuta mtu wa kumnyonyesha mtoto, lakini na mamake farao na tabani, mamake Musa kule yualia, Allah tabaraka wa taala akatuliza huzuni ya mama. Kafanya nini? Waharamna aleihi lmaradi, tukamkataza Musa kunyonya kwa mwanamke yote, ikawa mpaka aletwe nani? Mamake, ili